Jina la Bwana libarikiwe, wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo najua tutakuwa na muda wa kuomba, tutakuwa na muda wa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Lakini ni neno ambalo au ni mafundisho ambayo yatakutaka ukaombe, yatakutaka ukaombe, yatakutaka hatua ya kimabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kimabadiliko, hatua ya kimabadiliko. Mara nyingi sana ikikaribiaga miaka kuisha au mwaka kuisha na kuja mwaka mpya, mara nyingi waga Mungu anaachiliaga maneno ya kipindi mnachokimaliza na kipindi mnachokiendea, na mimi nimeisha jua kila ambacho Mungu amenipa sasa, Bwana Yesu asifiwe, nacho ni kusemesha watu juu ya nyakati juu ya nyakati nyakati, na kitu cha kufanya ndani ya wakati. Msisitizo wangu ni moja tu, Mungu akupe akili ya kujua cha kufanya kwenye wakati. Bwana asifiwe, narudia tena, Mungu akupe akili ya kujua cha kufanya kwenye nini? Kwenye wakati. Kila wakati waga una jambo lake la kufanya, kila wakati una jambo lake la kufanya kila nyakati na kila majira yana kitu chake cha kufanya na Mungu, ombi langu ni atupe akili za kujua cha kufanya kwenye kila nyakati zinazokuja mbele yetu. Iki kitu kilitokea toka Mungu anaumba dunia, ukifuatilia vizuri utakuta kitabu cha Mwanzo, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ile ya kwanza Mwanzo sura ya kwanza Mwanzo sura ya kwanza Bwana Yesu asifiwe! Ukisoma kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa ishirini na nne ishirini na nne utaona mambo ya ajabu sana yanatokea. Nilikuwa sijawahi kuangalia hiki kitu kwenye uo mfumo mpaka mungu alipofungua akili nafahamu nikakitazama. Bibi anasema hapo mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatua juu ya uso wa maji. Mungu akasema hiwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru yakuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nasoma haya maandiko, kitu cha ajabu ambacho kilirudi ndani yangu ni ile neno siku ya kwanza. Nikarudi tena kusoma siku ya kwanza, lakini nikaelewa ni kitu gani mungu alikuwa anasema. Angalia, majira ya siku ya kwanza aliumba nuru. Bwana asifiwe. Majira yalipobadilika, siku ya pili ya kuumba nuru, aliumba kitu kingine. Siku ya tatu aliumba kitu kingine Siku ya nne aliumba kitu kingine, siku ya tano aliumba kitu kingine, siku ya sita aliumba kitu kingine, siku ya saba akastarehe. Picha gani mungu anaijenga ndani yetu? Kila wakati ulipokuwa unatokea, alikuwa na kitu cha kuumba tofauti na cha jana. Tunaenda sawa sawa? Yaani, ilipokuwa siku ya kwanza, kilichoumbwa siku ya kwanza akikuumbwa siku ya pili, na kilichoumbwa siku ya pili akikuumbwa siku ya tatu kilichoumbwa siku ya tatu akikuumbwa siku ya nne kilichoumbwa siku ya nne akikuumbwa siku ya tano kilichoumbwa siku ya tano akikuumbwa siku ya sita na kilichoumbwa siku ya sita akikuweko siku ya saba, ilikuwa ni siku ya starehe, Mungu alipumzika. Bwana asifiwe. kitu gani nataka ukione? Angalia, kila majira yalikuwa na kitu chake cha kufanya. Maana yake Mungu anachotusemesha ni kitu gani? Kila nyakati zina kitu chake cha kufanya. Maana yake ni nini? Unachotakiwa kujua ni kwamba hii siku inatakiwa nitamke nuru. Hii sio siku ya kuumba mimea, hii sio siku ya wanyama, hii ni siku ya, sio siku ya bahari, hii sio siku ya kuumba mianga, hii ni siku ya kutamka nuru. Ndivyo Mungu alivyoanza uumbaji. Wapendwa Bwana asifiwe. Picha si tu kwamba aliumba, lakini angalia Mungu alivyotumia nyakati kutengeneza ulimwengu. Kila nyakati ilipokuwa inatokea anatengeneza ulimwengu. Biblia ikisema ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza, maana yake siku ikapita, majira ya kwanza yakapita. Kama ilikuwa ni siku ya Jumatatu, maana yake Jumatatu ikafanya nini? Ikapita. Bwana asifiwe. Ikaja siku ya pili ukisogea pale chini, Mungu anasema naliwe anga katikati ya maji likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga yakatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akalita lile anga mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili, Biblia haikutaja tu siku, siku, siku ili ijue dunia iliumbwa kwa siku ngapi. No, alikuwa anataja siku kwa siku ili akusemeshe habari ya mambo yaliyofungwa ndani ya nyakati na majira. Kanisa, Bwana asifiwe. Maana yake nini? Cha kwanza unapata kujua ya kwamba kwenye kila nyakati na majira Mungu aliumba, lakini cha pili anakupa akili ya kujua ya kwamba haya majira si ya kuumba nuru, haya majira ni ya kuumba mianga ikatenge maji ya bahari na maji ya mbingu, sio? Kama unanielewa, yaani usije ukachanganya majira ya kuumba mianga ukaenda kuumba nuru. Yaani, Mungu tu hakupi akili ya kujua ya kwamba dunia imeumbwa kwenye mfumo wa nyakati na majira, anakupa pia akili ya kujua kitu gani ufanye kwenye hayo majira, yaani ile siku ya kwanza ufanye nini? ile nyakati ile ufanye kitu gani? Yani, majira yanapokuja, unatakiwa ufanyeje? Lazima akili iwe imefunguliwa na Mungu hakuonyeshe cha kufanya. Ndicho ambacho Mungu alikuwa anajaribu kutuonyesha kwenye kitabu cha uumbaji, si tu kwamba anaonyesha kazi ya uumbaji wake, lakini anatupa highlight ya kitu cha ajabu sana. Kila wakati ilikuwa na jambo lake, kila majira yana jambo lake. Tunaelewana wapendwa? kila majira yana jambo lake kwa Mungu. Akupe akili, Mungu akupe akili ya kujua cha kufanya kwenye nyakati na majira. Nyakati na majira hakupe kuyatambua na hakupe kujua cha kufanya. Bwana asifiwe. Si kama umedaka ajenda ya maombi kwa sababu nakusemesha, ila ni kwenye mfumo wa ajenda ya, ya maombi. Mungu akupe akili ya kuyatambua majira na nyakati, lakini akupe akili ya kujua cha kufanya. Ukisha yajua akujue, akupe akili ya kujua cha kufanya, unatakiwa ufanye nini kanisa? Haleluya! Hicho ni kitu cha kwanza muhimu. Sio kama umekidaka sawasawa, sawa. Na kwa sababu hiyo mniruhusu niwasemeshe habari ya majira ya siku majira ya siku asubuhi. Bwana asifiwe. Na, na inataka ndani yako uanze kujiozi maswali kadhaa. Moja, unaamkaga una, una asubuhi ya saa ngapi? Mpendwa, Bwana asifiwe. Okay, ni mafundisho fulani ambayo tutapata story kidogo, pole pole, polepole. Asubuhi unaamkaga saa ngapi? Swali la pili, swali muhimu ukiamka asubuhi ni kitu gani unakutanaga nacho kwanza? Waswahili nawapendaga sana, wana misemo yao Waswahili sio? Kwa nini waliuita Waswahili? Wanasema hivi, nyota njema uonekana asubuhi, nyota njema uonekana asubuhi. Mimi waga nasema hivi Asubuhi. Asubuhi ni majira mapya ambayo Mungu amekupa ili uanze upya. Asubuhi ni maisha au majira ambayo Mungu amekupa ili uanze upya. Swali langu nililo nalo wana wa Mungu, ambao nataka ujiulize kuanzia leo na siku zote za maisha yako, waga unaanzaje siku waga unaanzaje siku? Rudia tena, waga unaianzaje siku? waga unaianzaje siku? Jumapili niwaambia sentence moja, si kama mnidaka ile sentence Usianze kukutana na dunia kabla hujakutana na Mungu. Si kama tunaelewana? Usianze kukutana na dunia kabla hujakutana nani? Na Mungu. Sikia na kusemesha, Biblia inasema Mungu wetu ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Anautangaza mwisho kabla ya nini? Mwanzo. Kwa ukiamka asubuhi, hiyo siku nzima Mungu anaijua, sio kama unanielewa? Ukiamka asubuhi, hiyo siku nzima Mungu anafanya nini? Anaijua. Ni kwa nini unaiendea siku usioijua bila kumuuliza anayeijua? Ni kwa nini unaiendea siku usiyoijua bila kumuuliza anayeijua? Okay, sibuhi ni badili swali. Unaendaje kupita kwenye barabara usiyoijua? Haujui unahitaji gari la namna gani? Libebe mafuta kiasi gani? Liwe na foil au la kawaida? Ni kwa nini unaenda kwenye barabara usiyoijua bila kumuuliza anayeijua hiyo yu barabara? Okay. Subiri ni badili swali. Nani ana kioo nyumbani kwake? Nani ana kioo kile cha kujiangalia? nani ana ujasiri wa kutoka ndani yake bila kwenda kwenye kioo? Bwana asifiwe wapendwa, Bwana asifiwe wana wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Okay, ukienda kwenye kio unaenda kucheki nini? Can I go? niende au, kuna mahali pana mchilizi sikuona? Au hii shati haijakaa sawa sawa? au au au au inakupeleka kwenye kio. Swali nilo nalo, unatoa wapi ujasiri wa kutoka ndani bila kumuuliza Mungu wako kwamba uende pako salama au baki. Sasa Bwana asifiwe. Swali nililo nalo unaianzaje asubuhi? Ukiamka pale ukakaa chini, unawaza jana, hmm. jana, hmm. jana ilikuwa siku ngumu kweli kweli, kwa unaondoka ndani na jana Kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza kinazungumza kitu cha ajabu sana. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tisa. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ile ya tisa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tisa mstari wa ishirini na saba. Mepata wapendwa, Biblia inasema hivi: nao wakalala kando kando nyumbani mwa Mungu kwa kuwa ulinzi wake ulikuwa juu yao, nayo ilikuwa kazi yao kuyafungua marango asubuhi baada ya asubuhi. Naomba nirudie tena, nao wakalala kando kando nyumbani mwa Mungu kwa kuwa ulinzi wake ulikuwa juu yao nayo ilikuwa kazi yao. Sema, nayo ilikuwa kazi yao kuyafungua marango. Hebu sema kuyafungua marango.